Mzee wangu shekhe wa tarafa ya Mlalo, ndugu yangu shekhe wa kata ya Shume, viongozi wote jukwaa kuu, wazee wa Gologolo na wote tulihudhuria, uhayikum bitahiyati lislami alkhalida, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naanza kwa dhati ya moyo wangu washukuru ndugu zangu wagologolo walioandaa hadhara hii. Mwenyezimungu awalipe kila la kheri, na awadumishe katika mambo ya kheri na sisi wote Mwenyezi Mungu atudumishe katika mambo ya heri. Mwenyezi Mungu yes, kwenye hadithi ya Kudsi anasema ana Allah ana laa Allah. La ilaha illa ana

Walwail liman khalaqtuhu lisharri waajraitu sharra ala yadayhi, amesema Mwenyezi Mungu kwenye maneno haya ambayo yana falsafa nyingi sana. Asema, mimi ndiye Allah Hapana muabudiwa kwa haki ila mimi, mimi ndiye Allah, hakuna muabudiwa kwa haki ila mimi, lakini mimi nimeumba kheri na shari, lakini hiyo kheri nikaiumbia watu, kuna watu wa kheri na nimeumba shari na shari nimeumbia watu. Piga mstari kwenye hili neno la mwisho, fatuba liman khalaktuhu lilkhairi waajraitu lkhaira ala yadai kufuzu, kheri zote za yule ambaye me nimemuumba kwa ajili ya kheri na nikaipitisha kheri juu ya mikono yake. Na ole wake, kuangamia kwake, yule ambaye nimemuumba kwa ajili ya shari na nikaipitisha shari juu ya mikono yake. Jambo kubwa namna hii la kumuadhimisha mtume Muhammad linatokana na vikao vya ndugu zetu lazima ujue mpaka jambo likisimama laina hii kuna misuguano mingi huyu asema hili huyu asema lile na pengine watu wakashindana waka, waka wana huyu, anataka hili na huyu anataka hili, lakini wote wanakusudia nini? Kheri, wote wanakusudia kheri, wakatoa michango yao, wakashirikiana na wana wao na wake zao, hatimaye ndio imesimama hadhara kama hii ya kuadhimishwa Mtume Muhammad, tuba lakum ayuhal ikhwa. Ni heri kubwa sana kumwadhimisha Mtume. Hili ni jambo la heri, hili ni jambo la heri, ni jambo la heri. Na Mwenyezi Mungu atuhifadhi sana na kelele za huu ulimwengu. Sasa hivi kuna kelele nyingi. Maadhimisho yote yanafaa, ila kuwamwadhimisha Mtume Muhammad haramu, shirki, ukafiri. Ni wamefikia hatu wa watu kusema afadhali waliokobaa wana kunywa pombe kuliko wanamwadhimisha Mtume Muhammad. Asiyejua bahati yake mbaya lakini hizi jamani, ni zama za sayansi na teknolojia. Hayo si yetu, yametolewa nje na wasiokuwa Waislamu, hasa Mayahudi, wakaingiza ndani ya dini yetu, wakaona. Wakisema wao haifai kumwadhimisha Mtume Muhammad watapingwa na kila muislamu tu lakini wakayatumbukiza ndani ya dini yetu, wakawalisha watu chakula, mapesa, majumba mazuri, magari, Waislamu waseme wao. Kwa hiyo kuadhimisha hata UKIMWI kuna maana kuliko kumwadhimisha Mtume Muhammad. Hapa kuna nini ndugu zangu? Ni kuna nini hapa? Asiyejua maskini anaweza kutumbukia tu tumbukia tu, anaona yuko kwenye dini, dini ya kumdharau mtume, mambo mashekhe wamesema. Lakini, lakini mimi nataka niwaambie tu jambo moja, angalieni kwa makini wale wanaopinga mambo haya, waangalieni tabia zao, halafu na tabia ya mtume Muhammad za fanana ina antum Mtume ni mkarimu kwa wanaadamu wote. fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lamfalu min haulik. Ana tabia ambayo zinathibitishwa na Mungu mwenyewe, ana tabia tukufu Mtume Muhammad kuliko kila aliyezaliwa katika hii dunia. Sasa leo, ukituambia unatulingania kwenye suna ya mtume Muhammad, tukikuona huna adabu na watu wazima, huna adabu na wazee, huwapendi wenzako, hupendi mashehe, unatukana mashehe, umechukua wapi? Au kama si uyahudi, uyahudi ndani ya Uislamu. Lakini mwenyezi mungu anasema falladhina amanuu bihi wazaruhu wanasaruhu watabauu nura aladhi anzalna ma'ahu ulaika hum lmuflihun, wale waliomwamini wa mtume Muhammad. Hiyo ni Qurani. Alafu utaambiwa dhaifu dhaifu, pia na wewe utabeba tu. Hiyo ni Qurani, ukizo hadithi dhaifu maudhu, si nini? Hiyo ni Qurani, soma Suratul A'rafi, utaikuta hiyo aya. Soma tu, sikumbuki ni aya ya namba ngapi, lakini Suratul A'rafi isome mpaka mwanzo mwanzo hadi mwisho utaikuta falladhina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humu l-muflihun. Sheikh Othman, huwa hafidh Qurani, aya namba ngapi hii? Ah, wazi iko hiyo, na 157, Al-A'raf. Mungu asema wale waliomwamini Mtume Muhammad wa azaruhu na wakamuadhimisha, atakusemaje? Sio, wa azaruhu na wakamuadhimisha, wanasaruhu na wakamnusuru. Kunusuru ni njia nyingi eh? Kuna wenzetu wale sahaba walinusuru maisha yake, walinusuru na suna zake. Leo sisi tunamnusuru mtume kumwondoshea mak makashifa kudhalilishwa na tunatetea mwendo wake, kule unakoitwa kwamba huku mwendo wa mtume siko siko kabisa. Watu wamejipachika majina mazuri mazuri ili kuwakokota watu wasiojua. Ansaru Sunna, nani hapendi sunna ya mtume? anaingia mtu mara moja, ma mazima mazima tu, lakini wale waliokuwa madarasani wanajua hii sio sunna hata kidogo, hata kidogo. buda almashriqain, kuna mtu anasema sunna sunna, ukimwangalia yeye na sunna ya mtume, wallahi hakuna. Kuna mwalimu wetu mmoja, Mungu amrehemu, usazi. Hussein bin Hashim al-Musawa zamani alitunga kasida yake ina beti nyingi. Hebu tuukiwe hapa na watu wale wapale ansaru ansaro wa michele ziwapisu na pale kalaso wachakele mawahabi wakati huo kuwa na shehe wao anaitwa naitwa Kalasu acha kelele, muda suna hapo, mnanusuru michele mwana mwalechewa michele ni watu waliingia madrasani, hizi habari wanafahamu. Sunna ya mtume imejaa kwenye vitabu, bwana, wanawazuoni wamemaliza kila kitu, lakini kama hutaki kusoma dini, bwana wewe uta, uta, uh. Sheikh Samir juzi tulikuwa kule Sunga kule, akasema bwana mtu anasoma kipeperushi halafu ni ilmu anatoa odikitu <laughs> Eh? kipeperushi maana ameingia kwenye bugo hapo, amesoma hadithi yao aya halafu anatembea nayo. hey, e Mungu kasema, mtume kasema, hey, nini bwana watu wamemaliza umri wanasoma chuoni hawajui hadithi hiyo, wajua wajua wewe ah! Kwa hivyo ndugu zanguni, hii ni kheri kubwa. Falladhina amanu bihi wa azaruhu wanasaruhu wattabau nura alladhi unzila maa ulaika humul muflihun wale waliomwamini wa mtume Muhammad wakamuadhimisha mtume Muhammad na wakamnusuru mtume Muhammad, watabau wa nur alladhi unzila maaha, wakafuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye. Ni nini nuru hiyo? Ni Qurani. Kwa hiyo waalimu walimu wenzangu, ko akikwambia aya gani imewaruhusu kusoma maulidi, na we mwambie aya gani imekataza maulidi, utaipata, utaipata. Takbir, Allahu akbar. Muambie iko wapi Aya ya maulidi inayokataza maulidi hakuna, bali ziko aya zinazoishiria maulidi. kul bi fadhlillah wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. kul Muhammad, sema kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu na kwa rehema yake, na wafurahi wakina nani sasa eh? fal yafurahu, au wanafasirija wenzetu hapo, fal yafrahu huwa khairu mimma yajma'un, hilo la kufurahikia neema na fadhili ni bora kuliko vile wanavyokusanya, ukakusanya mali dunia nzima lakini wewe unashindwa na mtu aliyemfurahikia Mtume Muhammad. Wanawazuni ndio wanasema fadhli alilmu warahma huwa Muhammad, ndio bana, kusherehekea. Kusherehekea ilmu ndio fadhili ya Mungu. Angalia mashehe zetu hapo, wamezua tamta dei maarifa dei zahara udei mawa dei sikuna hivi Sio wajinga wale, wamesoma, wanafuata aya. Watu wanatoka hapa wanaenda Tanga kuadhimisha elimu huyo, ni magari yote hayo, hamjengi msikiti ya jahili Allah, wana wazuoni bana, watu wamesoma, wanavumbua kwenye Quran na wenyewe pia wanafuata wakubwa waliofasiri Quran. Fadhili ya mwenyezi Mungu ni ilmu, rehema yake ni mtume Muhammad, innama ana rahmatu muhda yeye, yeah, hata e mwenyewe anasema, mimi ni rehema iliyotolewa zawadi bure tu, mimi nimetolewa bure, ni zawadi kwa wanadamu we utake. Kwa hivyo ndugu zangu haya mambo yana ishara ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na katika hadithi za bwana mtume nyingi tu, na hivyo ndivyo Qurani. Qurani kweli imeandikwa swala tano, ukikupa msahafu hapo ututolee swala tano, utaziona khamsu swalawati utazipate, lakini zipo zipo, wewe na mimi, kwa kuwa hatuna macho fasalu ahla dhikri, kwa kuwa hatuna macho ya kuziona sala tano ndani ya Qur'ani. Fasalu ahla dhikri wa aqimi salata tarafa in nahari wazulafa min llaili nini, inna lhasanati yudhhibina sayiati dhalika dhikra lidhakirin, wanawazioni hapa wameweka sala tano naye, nyingine wewe utaona hapo bwana muongozo wa kitabu chetu, kama hujui waulize wa, wa? waju wao, ndio Mungu anavyosema. Wana wazuoni wana thamani kubwa, inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Sasa asianasikia alulama pale biology kweli? <laughs> Hata kidogo bwana, hata kidogo. Kakae darasani utafundishwa. Utlubu alilma wala bisin, anaambiwa mtume. E, e, e hey, ameambia watu waende wakatafuta elimu za dunia huko China. Hata bwana kakae na waju wao wakufundishe hapa, mbona mtume kasema utlubu alilma, tafuteni ilmu. Ingekuwaje kama angesema kwa hiyo ndugu zangu kwa ujumla, kumwadhimisha Mtume ni jambo kubwa mno, kumwadhimisha Mtume ni jambo kubwa mno, wala usihadaliwe ah. Kwani masahaba wao si wangefanya? Kwani hawa watu wa zamani huko, kwani wasingefanya wao? hawajui Anayesema sahaba hawakumwadhibisha mtume nani? Si ndio huo ujinga na upofu, lakini kila zama zina mambo yake. Mara nyingi huwa ninasema <coughs> miji yetu hii huku kwetu huku, si ndio zamani ilikuwa nyumba za nyasi mezikuteenyi <coughs> <coughs> nyumba za nyasi, wazee wanajua. Hivi sasa hivi unaziona, sasa unataka useme nyumba zile sio nyumba eh? Tuangalie viduku leo, ndio nyumba zile wazee wetu waliozaa wakatukulia, tena tunakaa na ng'ombe wengine. Umomo sio nyumba? Sasa leo kama nyumba zimekuwa za aina hii, tatizo liko wapi? Sahaba wamemwadhimisha mtume, wala sisi hatufiki watu naingia madarasani watu wamekunywa mkojo wa mtume wafanya mchezo. Mtaadhima gani hii? Tunafika zizi huko, mtu kavizia vizia, ana ugonjwa wa tumbo, akavizia vizia akakuta mkojo wa mtume kwenye chombo akanywa. Mtume kauja usiku <laughs> asubuhi mtume angalia ile nani, akatupa huko kile chombo. Jamaa, nimekunywa mimi ya Rasulullah. Kwa nini? Akasema bwana, nina ugonjwa wa tumbo bwana. Mungu ameshakuponya tumbo na hata akhera pia utapona. Tunafika kutaadhima zetu kwa mtume, hatufiki bwana. Wamemwadhimisha sahaba kwa namna yao, wamemwadhimisha sana mtume, wala hatufiki huko sisi. Sasa leo tu muadhimisha mtume tukusanyika kama hivi Allah Allah, mbona alivyochemka hapo Allah. Yaani sasa hivi nataka kuambia vijana wangu waimbe tena, au pengine hawa wenzetu, hizi kasida zikiimbwa, hawajui tafsiri yake, vili maana kwa siku kumwomba Mungu Allahu Allah, Allah, o Allah, Allah, Allah, Allah, Allah rafija lana min al-akhirah. Hapa dhikri na dua, halafu tuwache na watuwachie mtume wetu bwana Yes. Na tuachie mtume wetu tutamwadhimisha mpaka mwisho wetu, maana ndugu zanguni, haya yote tunayofanya hapa hakuna ambalo halikuweko wakati wa mtume. Unaweza kulipata yote tunayofanya hapa kama nkulishana chakula kama nkufanyaje, nkuimba kasida, kama ni ni matari, hayakuwekwa wakati mtume? Twasoma vitabu gani? Ndugu zanguni, nimwombe Mwenyezi Mungu annufaishe mimi kwa haya na nyinyi pia, na tulinde na fitna za akhiri zaman, tutoke duniani ukiwa salama.